Washikadau wa spoti katika kaunti ya Nakuru wameshtumu mpango wa kaunti kutumia kipande cha ardhi cha Afraha Annexe kwa mradi wa nyumba za bei nafuu, kufuatia ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa kaunti ya Nakuru siku chache ambazo zimepita. Malalamishi yao yanajiri wakati ujenzi wa uwanja huo unaofadhiliwa na benki kuu ungali kukamilika. Ruth uh, sarmuichesengenam ana mengi zaidi. Ujumbe huu ulioashiria kwamba sehemu ya Afraha Annexe yenye ukubwa wa ekari tano unapaniwa kutumika kujengwa kwa nyumba za bei nafuu umeibua tandabelua kutoka kwa wakazi, haswa wanaspoti, wengi wao wakipinga uamuzi huo. kama kuna ile, mnajua, mnataka uwanja ya kujenga social housing, we have fields is only that you don't want to go and extend out of your offices, mupate hizo spaces zenye ziko Uwanja huu ambao umekaa tupu hutumika na wanamichezo kupasha misuli kabla ya kuingia uwanja mkuu wa Afraha. Hata hivyo, washikadau hawa wanalalamika kwamba mabadiliko haya yanapendekezwa wakati ujenzi wa uwanja mzima wa Afraha unaogharimu shilingi milioni 650 umechelewa kukamilika Afraha Annexe Mulifanya public participation about converting Afraha Stadium annex to affordable housing, just to show us. Hati sasa, wakiongozwa na John Gethaga, wameagiza mawakili wao kuchukua hatua mwafaka kusitisha serikali ya kaunti kufanya mchakato wa umma uliopaniwa hapo kesho hadi kesi hii itakaposikilizwa. Wakuu wa mawasiliano ya kaunti walieleza kwamba ujumbe huo ulichapishwa kimakosa na baadaye ukafutwa.